Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Global TV Online, naamini utakuwa umeamka poa kabisa. Karibu katika Amka na Global TV ya Jumanne ya Oktoba 24 mwaka elfu mbili na kumi na saba. Kama kaida yetu katika Amka na Global TV ni kukuhabarisha tu kupitia vichwa vya habari vilivyotokeza katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma za magazeti ya siku husika. Mimi ni Felista Masai na leo niko na gazeti Uwazi, Mwananchi, Nipashe, Tanzania Daima pamoja na gazeti la Uhuru. Bila kusahau bado niko na Vodacom. Vodacom wanakuletea kifurushi kipya cha aina yake na ni maalum kwa ajili yako. Kifurushi ni cha pindua pindua. Pindua pindua inakupa units za kupiga simu, kuperuzi katika mitandao kijami ya kijamii pamoja kabisa na kutuma SMS pia. Kifurushi cha pindua pindua kinakupa offer ya WhatsApp, Facebook pamoja na kutuma SMS bure kabisa. Ukitaka kujiunga na kifurushi cha pindua pindua bonyeza nyota 149 nyota sifuri moja alama ya real, kisha chagua pindua pindua. Pindua pindua iko ya siku 30, siku saba pamoja na siku moja. Chagua pindua pindua popote pale unapokuwa na Vodacom. Karibu katika amkana Global TV. Naanza na gazeti la Uwazi, katika ukurasa wa mbele kuna habari nasema, Lulu asimulia jinsi Kanumba alivyomkimbiza kwa panga. Pia bilioni mia saba za kashe kwa serikali, huyu ndiye ya kiboko yao. Wabunge maprofesa waongea na Uwazi, watema nyongo pia rais rais JPM aanika siri nzito ya ushindi wa makinikia. Habari inapatikana pia katika ukurasa wa tatu. Nikiangalia kwa ufupi habari ya kiboko yao kuhusu Akasia inasema siku chache baada ya serikali kutangaza kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 700 kutoka kwa kampuni ya Akasia iliyo iliyo chini ya kampuni ya Barrick Gold Corporation ikiwa ni sehemu ya fidia ya sara iliyotokana na malimbikizo ya kodi riba na adhabu na baadhi ya wabunge na wasomi mbalimbali wakiwemo waprofesa wa, wa, wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wamenena mazito na kutema nyongo. Habari inapatikana katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Uwazi na katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili kuna habari inasema, undani mganga aliyenaswa kwa ubakaji watoto kumi na nne. Pia huwezi kuamini aishi miaka mitano juu ya mti da ni hatua chache kutoka kwa milionea. Pia aongea na Uwazi, aeleza sababu amtaja Rais Magufuli. Habari zote zipo katika gazeti la Uwazi na huu ndio ukurasa wake wa mbele, pia huu ndio ukurasa wake wa nyuma. Katika gazeti Mwananchi pia niko nalo katika Amka na Global TV ya leo, ukurasa wa mbele kuna habari inasema, Lulu adai angeuawa kama Kanumba asingefariki dunia. Pia mtaalamu wa kodi au governor BOT, ni mwanasheria aliyebobea katika masuala ya kodi na utafiti wa chuo kikuu cha Dar es Salaam apata habari za uteuzi akiwa katika hafla Ikulu. Pia rais Magufuli asema atasaidia kubana kampuni zilizokuwa zinaficha fedha nje. Habari ipo katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Mwananchi. Pia mkurugenzi wa CHADEMA akwama polisi, na uamuzi wa Kigwangala watingisha sekta ya utalii. Habari inapatikana katika ukurasa wa nne. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Mwananchi, Simba yapewa ushindi Jumamosi, na Okwi ajibu waishika nchi. Habari zote zinapatikana katika gazeti la Mwananchi. Huu ndo ukurasa wake wa mbele, pia huu ndo ukurasa wake wa nyuma. Nikiendelea na gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, katika ukurasa wa mbele vigingi sita kwa gavana mpya BOT. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Na panga la tajwa kesi kifo cha Kanumba. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe. Hati za makazi bwerere za nukia. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Na JPM atamani vifungo. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe na katika ukurasa wa nyuma Simba hakuna kulala Zanzibar. Habari hii ipo katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Nipashe. Pia Arsenal yamfukuza kazi kocha wa Everton, na yanga ya kwepa hujuma za Simba yajichimbia Moro, mashabiki marufuku TFF, TFF yasema kuziona buku kumi. Habari hii ipo katika ukurasa huu wa nyuma kabisa wa gazeti la Nipashe, na huu ndio ukurasa wake wa mbele, pia huu ndio ukurasa wake wa nyuma Tanzania Daima, sauti ya watu pia niko nalo katika Amka na Global TV. Ukurasa wa mbele kuna habari nasema polisi wamshikilia Benson Kigaila na Mgwira asema sioni wa kuning'oa ACT, pia gavana Ndulu ang'oka, JPM amtaka akabidhi ofisi ya Raka kwa Profesa Luoga. Habari ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima, na Lulu asimulia kifo cha Steven Kanumba. Habari ipo katika ukurasa wa tatu, na Zito ya chapo Ikulu kisa takwimu za hali ya uchumi mwenyewe ajibu hoja. Habari ipo katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Tanzania Daima, na katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari inasema neema hakustahili red card. Pia Simba Unguja, Yanga yangamoro kuona Jumamosi, buku kumi na ligi kuu wanawake kupigwa Arusha na da na kocha wa taifa Sweden kuendesha kliniki da. Habari ipo katika ukurasa huu wa nyuma kabisa wa gazeti la Tanzania Daima, pia inaendelea katika ukurasa wa ishirini na tatu huu ndio mwonekano wake katika ukurasa wa mbele. Pia huu ndio ukurasa wake wa nyuma. Pia nipo na gazeti Uhuru, ukurasa wa mbele. JPM, JPM asema wapuuzeni, ataka wanaopotosha wanaopotosha takwimu za serikali wachunguzwe. Habari ipo katika ukurasa wa nne na sita kurupuka, ni gavana mteule BOT, asema ameshtukizwa. Habari hii ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru. Na Lukuvi, afafanua majengo yatakayovunjwa. Habari inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili hili la Uhuru. Na katika ukurasa wa nyuma kuna habari inasema, kocha Everton atimuliwa, na kwa ufupi inasema klabu ya Everton imemfuta kazi kocha wake Ronald Ronald Koeman, baada ya kupata matokeo mabaya katika ligi kuu ya England Everton ambayo imetumia kiasi cha pauni milioni 140 katika usajili wa dirisha kubwa lililofanyika Agosti mwaka huu imeanza vibaya katika ligi hiyo habari hii ipo katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti la Uhuru na Lulu asema siusiki na kifo cha Kanumba adai angeuawa kwa panga akiri walikuwa wapenzi pia Tambwe Kamusoko wako fiti na Yanga na Simba kumalizana shamba la bibi, habari inapatikana katika ukurasa wa 22 wa gazeti hili la Uhuru. Huu ndiyo ukurasa wake wa mbele, pia huu ndiyo ukurasa wake wa nyuma. Kufikia hapo nahitimisha katika Amka na Global TV ya leo, tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2017. Mimi ni Felista Masai, nilikuwa na gazeti Uwazi, Mwananchi, Nipashe, Tanzania daima pamoja na gazeti la Uhuru. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe uendelee kuwa mwanachama na kufurahia Global TV mubashara. Nikutakia utazamaji mwema kwa Global TV Online. Bye bye.